Nondo Mwamnyeto. Uh, Kapteni liinue kidogo na Yanga walione. Naam, namna hiyo huyo ni Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto. ni Anali... hey, furaha wachezaji na viongozi pamoja na benchi la ufundi kwa kuweza kutwaa kombe hili na asaz tumeenda ajarudi YouTube tumerudi na, na kombe imekuwa ni mwanzo na ni mwendelezo kwa klabu ya soka Yanga kunyakua mataji haya. Vipi kuhusu ligi kuu ya soka Tanzania Bara, unawaeleza nini wapenzi na mashabiki wa Yanga? Nadhani tumerudi kutoka Zanzibar, sasa hivi akili yote na kufocus kwa ajili ya mchezo wa NBC Premier League na CRDB. Nadhani michezo iliyosalia tunaweza kufanya vizuri kutetea kombe letu. Kapteni, ni furaha kiasi gani ukiwa kama uh, kapteni wa timu ya Yanga Africa mmeanza uh, mngawe me, ya hisani mmechukua na hii muungano, pengine labda unajisikia furaha namna gani kama mchezaji? Pia ni furaha kwangu mimi kapteni kuongoza timu timu kubwa kama hii na kuweza kuja kwa makombe, na furaha pia kwa wachezaji kwa wenzangu, nadhani na benchi la ufundi na viongozi kwa ujumla, kwa, na mashabiki pia kwa ujumla, kwamba makombe ni ya mashabiki, kwamba kwa sisi ni furaha zaidi tutegemee kuliona kombe kubwa ambalo wanalisubiri la ligi kuu soka Tanzania bara, inshallah shahada, wategemea na tutaliona inshallah. Licha ya yote hayo lakini pia ahadi yenu kama wachezaji, tunaelekea mwishoni mwa msimu e, ee, mnawaahidi nini na mnawaambia nini, uh, mashabiki wenu wa Young Africa? Sasa hatuwacha kuahidi zaidi ya kuahidi kwetu, ni kuonyesha vitendo kama hivi, kuchukua makombe waweza kufanikiwa kumusimu, kuhisha, zani... katika msimu ukiisha, nadhani katika mbio zetu za kutafuta ubingwa hizi na kitu kizuri, ligi ikiisha, ni kuweza kupata kupata kombe kama hivi, nadhani ndo kwetu. Sawa, huyo ni kapteni Bakari.